Kazi ya mwanamke nje ya nyumba yake, idha kanat bildhawabiti alatiya, ikiwa ni kwa masharti haya yafuatayo. Yakikamilika masharti haya, basi mke anaruhusiwa kufanya kazi nje ya nyumba yake. Sharti ya kwanza, antahtaja ila hadha alamal, ni kwamba huyu mke ahitajie kazi hii au yahtaja almujtamau ilayhi au mujtama wa Kiislamu, familia ya Kiislamu ihitaji kazi hii bihaithu la yujadu man yaqumu bihi min arrijal, kwa sifa ambayo hakuna anayeweza kufanya kazi hii katika wanaume. Hakuna mwanamume yoyote anayefanya kazi hii, hapa sasa ndipo ataruhusiwa yule mwanamke kwenda kufanya kazi hiyo. Ikiwa hakuna mwanamume yoyote anayeweza isipokuwa huyo mwanamke, ndiye aliyesoma akawa anaweza kazi ile, hapo sasa kuna dharura ya huyo mwanamke kuja kufanya kazi hii, ikiwa hakuna hata mwanamume mmoja anayeweza kazi hiyo. Hiyo ni sharti ya kwanza. Pili, an yakuna dhalika baada qiyamiha bi amali albayt alladhi huwa amalu al asasi, nikiwa ni kuwa kazi hiyo ni baada ya huyo mwanamke kumaliza kazi yake nyumbani ambayo ndiyo kazi yake ya msingi. Amalize kwanza kazi yake ya nyumbani ambayo ndio ya msingi, halafu ndio akafanye kazi hiyo ambayo hakuna mwanamume anayoiweza, baada ya kumaliza kazi za nyumbani, ashapika futari, hiyo asubuhi hiyo asubuhi, kama ashapika futari, ashapika kila kitu, ashasafisha nyumba, watoto ashawashughulikia. Sasa kama amemaliza kazi za nyumbani, ende akafanye kazi hiyo ambayo hakuna mwanamume anayeweza kazi hiyo isipokuwa yeye. Tatu, anyakuna hadha alamalu fi muhiti nisa, iwe kazi hii anayoifanya mwanamke iko katika mzunguko wa wanawake yuko na wanawake wenzake, anafanya kazi hiyo pamoja na wanawake wenzake, hakuna hata mwanamume mmoja. Kataalimi nisa, kama kuwafundisha wanawake, wa tatbibin au tamridhi nisa, kuwatibu eh, kuwauguza wanawake hii ni kazi ambayo ni wanawake watupi, anawafundisha wanawake watupu. Kwa mfano kama hapo inaba au madarasa nyingine za wanawake, anakwenda kuwafundisha wanawake, hendi kuwafundisha wanaume. Anakwenda kuwauguza na kuwatibu wanawake, hendi kuwatibu wanaume. Hapo ataruhusiwa wayakuna munazilan ani rijali na awe yuko mbali na wanaume, hapo akiwafundisha wanawake, hapo akiwauguza na kuwatibu wanawake, hakuna wanaume ambao wako karibu yake, iwe ni wanawake watupu, hapo ataruhusiwa kufanya kazi hiyo, ikiwa, ikiwa kazi hiyo wanaume hawaiwezi. Kadhalika la mani'a, vile vile hazuiwi, bali yajibu alal mar'a an tata'allama umura diniha ni lazima mwanamke asome mambo ya dini yake. Hapo hapana kizuizi, bali yajibu bali ni lazima alal mar'a, kwa mwanamke, antataallama umura diniha, kujua mambo ya dini yake kujua ibada zake, kujua haki zake nyumbani za mume, kujua anarithi nini mume akifa. Haya ni mambo ambayo lazima kila mwanamke ayajue. Lazima ajue aqida, mwanamke aqida yake sahiha, lazima ajue manhaj sahih. Wala mania an taalama min umuri diniha ma tahtaju ilayhi pia hakuna kizuizi mwanamke ajue katika mambo ya dini yake yale ambayo anayahitajia. wa yakuna ltaalimu fi muhiti nisa, pia iwe yale mafunzo yako katika mzunguko wa wanawake ni wanawake watupu pale anaposoma. wala la ba'sa an tahdhura durusa fi lmasjidi wa nahwihi, Sio vibaya pia mwanamke kuhudhuria durusi msikitini na mfano wa msikiti, madrasa na kila mahali ambapo panafundishwa wanawake watubu, hapo azui mwanamke kwenda kusoma, kwa sababu ni lazima mwanamke ajue mambo ya dini yake, ni lazima ajue ibada zake. watakuna mustatira na awe mwanamke huyo ni mwenye kujistiri, wa munazilatan ani rijal, na mwenye kujitenga na wanaume pale anaposoma. Ala lau ma kanat nisau fi sadri alislam ya'malna wa yata'allamna wa yahdhurna ila almasajid katika mwangaza walivyokuwa walivyokuwa wanawake katika mwanzo wa Kiislamu, sahabiyat wanawake masahaba walivyokuwa wakifanya na walivyokuwa wakijifundisha. Walikuwa wakihudhuria katika misikiti kwa ajili ya kupata elimu na kwa ajili ya kujifundisha masuala ya dini yao. Kwa mwanamke anaweza akafanya kazi, lakini kwa eh, lazima yakamilike masharti haya manne aliyoelezea Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, iwe ile kazi hakuna mwanamume anayoiweza. Halafu iwe kazi ile ni baada ya kumaliza kazi zake nye nyumbani, ambapo kazi zake za nyumbani ndio kazi za msingi. Halafu iwe kazi ile anayoifanya fi muhiti nnisa, iwe ni kwa wanawake watupu, wote wanashona pale, wote wanasoma, wote wanafundisha. halafu iwe iko mbali na wanaume, haonekani hawaonekani na wanaume wale wanawake hapo, anaruhusiwa kufanya kazi hiyo. Pia anaruhusiwa mwanamke, bali ni wajibu, kwenda kusoma mambo ya dini yake, kama walivyokuwa sahabiyat wa masahaba wanawake, wakienda kutafuta ilmu misikitini kwa masahaba wengine wanaume pia walikwenda kwa wakua, walikuwa wakenda kwa Mtume saa wa salam, walikuwa wakenda kwa Ummahatil Mu'minin, wakenda kusoma mambo ya dini yao, wanawake waliokuwa fi sadri alislam, katika mwanzo wa Uislamu. Wallahu alam.